Nam, tumsifu Yesu Kristo. Msikilizaji mpendwa wa Radio Tumaini na mtazamaji wa Tumaini TV popote ulipo, wakati huu nakualika katika kipindi Ijue Afya Yako na TEC. Pamoja nami studioni ni Padri Dr. Paul Chobo, lakini e, tuko pia na Dr. Helen Makwani e, yeye ni E, mwanachama wa chama cha kitume cha madaktari wa Katoliki, lakini kwa karibu sana pia mshirika na idara ya afya ya TEC, Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania, e, akiwa anatekeleza utume wake wa kitabibu e, kwa namna moja au nyingine. Mimi ni Gauden Siera pamoja na timu nzima ya Ijue Afya Yako na TEC hapa redio Tumaini na Tumaini TV kutekia utazamaji mzuri. Natambua kwamba unatutazama kupitia kingamuzi cha Azam namba 470, lakini pia uh, kule YouTube uh, tumaini underscore tv mbashara, unaweza kusubscribe nako pia utatutazama kwa uzuri uh, licha ya hayo, pia unaweza kupakua aplikesheni yetu Tumaini Media, unaandika hivyo na popote ulipo utakuwa unatutazama na hii itakuwezesha pia kusikiliza redio Tumaini, redio yako ya ujirani na kusoma kurasa za gazeti Tumaini letu. Lakini usisahau pia uh, huko huko kwenye king'amuzi cha Azam, upande wa redio unaweza kuipata redio Tumaini chaneli namba eh, 68. Karibu sana uwe nasi na baba, habari za leo Salamu kabisa, tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Ndio dokta, bila shaka, wakati huu pengine mtazamaji na msikilizaji alikuwa na hamu ya kidogo kwa muktasari, kukumbusha kile ambacho mlituelekeza au kutufundisha au kutufunza katika kipindi kilichopita. Asante sana ndugu mtangazaji, asante kwa timu nzima ya Tumaini Media. Wapenzi watazamaji na wasikilizaji wa Tumaini Media, kwa maana ya Tumaini Redio na Tumaini TV, kwa mara nyingine tena tumefika hapa studio kwa ajili ya kipindi cha Ijue Afya Yako na TEC ama Baraza la Maaskofu Katolik Tanzania. Kipindi kilichopita tulikuwa tunaongelea kinga ama namna ya kuchukua tahadhari juu ya magonjwa yasiyoambukiza ambayo yanaitwa noncommunicable diseases NCDs na tulikuwa na Dr Helen ambaye tuko naye pia hapa, lakini yeye ni daktari bingwa wa maradhi ya saratani. Na alianza kutufundisha ama kutukumbusha juu ya uh, aina, uh, saratani, na leo anaendelea kutufundisha kuhusiana na aina za saratani. Mimi kwa upande wangu nitaendelea na kusema juu ya afya ya akili, na kwa namna pekee ni aina za changamoto ya afya ya akili. Napenda nimkaribishe kwanza Dkt. Helen ili aendelee kwa muda, uh, kutufundisha kuhusu aina za saratani zilizopo, alafu baadaye tutaendelea upande mwingine. Asante sana. Asante dokta, na bila shaka nakumbukumbu kumbukumbu ile nilitoa maoni mwishoni mwishoni mwa kipindi chetu kilichopita, kwa undani tuzifahamu zile saratani zile. Asante sana. <coughs> Nashukuru tena kuwepo hapa leo. Nawashukuru ndugu watazamaji, popote pale mlipo, na kama ambapo utambulisho ulivyosema wa awali, leo zaidi tutaongelea aina za saratani. Naomba niseme kwamba kila kiungo mwilini kinaweza ikaanzisha saratani nikiwa na maana kwamba saratani ni seli zilizokengeuka sehemu yoyote ya mwili, na hapo itakapoanzia ndio itakuwa aina ya saratani. Lakini pia inawezekana kabisa watu wawili, wote saratani ikaanzia kwenye titi, lakini aina zao zikawa ni tofauti. Hii ni kutokana na sampuli ambayo tunasisitiza kuifanyia uchunguzi na hiyo ndio itatupa mwelekeo wa matibabu ya saratani. Kwa kusema hivyo, naweza nikasema kwamba kuanzia kichwani hadi kidole gumba, sehemu yoyote ya mwili inaweza ikawa ndio chanzo cha saratani, na iwapo inatoka sehemu moja ile iliyoanzia kwenda sehemu nyingine, tunasema saratani imesambaa. Na saratani inaweza kusambaa kwa njia ya kugusana karibu, kiungo kimoja hadi kingine, mfano tumboni utumbo na ini, lakini pia inaweza ikasafirishwa kutoka sehemu moja ilipoanzia kwenda kwingine kwa mfumo wa damu, na pia inaweza ikasafirishwa kwa mfumo wa kinga. Kwa kusema hivyo, ni kwamba sisi madaktari tunachofanya kwanza ni kugundua saratani imeanzia wapi, na baada ya hapo kuchukua sampuli ambayo itatusaidia kujua ni aina gani ya seli zipo pale ambapo imeanzia. Kwa nini nasema hivyo? Pamoja na kwamba kiungo kinaweza kuwa na saratani lakini, kile kipimo cha biopsy au sampuli tunayochukua kwenda kupima na kuthibitisha ni aina gani, inaweza ikatupa aina tofauti tofauti za saratani. Na kwa kusema hivyo kuna aina nyingi sana, na kwa kujua seli hizo ziko za aina gani inatusaidia sisi madaktari kufuata tiba sahihi ya kisayansi. mfano kuna seli nyingine ambazo upasuaji tu ndio tiba yake. Ukishindwa kumfanyia upasuaji stahiki, hata baada ya hapo, yule mtu huwezi kumsaidia. Mfano, umefanya upasuaji, lakini imethibitika uvimbe haukutolewa wote. Na kwa kusema hivyo, ina maana kwamba aina zile za seli zitatuonyesha kwamba huyu mtu hatuwezi kumtibia kwa chochote kile. Lakini pia kuna nyingine zinasikia tiba kemia au kemotherapia ambazo baada ya kuzigundua kwa kuchukua sampuli na kupima, inatuonyesha kabisa kwamba hii saratani tiba kemia hii au kemotherapia hii inaweza ikasaidia hii saratani ikapona. Lakini kuna nyingine ambazo zinasikia mionzi tu na hazisikii aina ya upasuaji au kimotherapia yoyote, nayo hiyo ni kutokana na sampuli ile ya kinyama. Kwa nini nimesisitiza hapa sampuli? Ni kwa sababu kuna sintofahamu katika jamii, watu wanaamini kwamba uvimbe wa saratani ukiguswa tu ndio tunaosababisha usambae. Hiyo ni kweli ni sintofahamu inayoendelea, lakini mimi kama daktari siwezi nikaanza kumtibu mgonjwa wa saratani bila kujua aina ya seli za saratani hata kama nitajua imeanzia kwenye titi. Kwa kusema hivyo naweza kusema zipo saratani aina nyingi na kiungo kimoja kinaweza kapata saratani yenye seli tofauti tofauti aina nyingi, na hizo seli zinawezekanika au zisiwezekanike kutibika kwa baadhi ya matibabu. Kwa hiyo hiyo inatuelekeza madaktari kwamba iwapo mtu labda ana saratani, mfano aina ya melanoma kidogo. Melanoma ni saratani ambayo kwa kweli ni hatarishi, na mgonjwa ikisha sambaha, mara nyingi tunaona kabisa kwamba kwa uwezo wa kibinadamu na kisayansi sio rahisi kumponyesha. Hii ni aina ya saratani, iwapo seli zake zitaonekana pale ilipoanzia, upasuaji ambao utathibitisha kwamba hakuna seli yoyote imebaki baada ya kutoa ile sehemu, na hii tunathibitisha kwa kusema kuna positive margin au hamna positive margin. Kwa maana nyingine, pale daktari anapofanya upasuaji, mtu wa patholojia inabidi aripoti kwamba uvimbe ulitolewa wote na mwisho wa uvimbe labda ulikuwa sentimita tano kutoka pale daktari alipofanya upasuaji. Kwa hiyo hii inatupa amani kwamba huyu mgonjwa atapona vizuri. Mbali na hapo, melanoma ikisha sambaa, haisikiti ba kemotherapia wala haisikiti tiba ya mionzi. Kwa kuna saratani ambazo tu upasuaji peke yake ndio tiba. Kuna saratani ambazo upasuaji na kemotherapia na mionzi ndio tiba na kuna nyingine ni kemotherapia tu, na nyingine ni mionzi tu. Kwa hiyo sisi madaktari tuna wajibu wa kuwaonyesha wagonjwa njia sahihi ya kupita, tukiwaeleza kwa nini tunatoa sampuli kwa ajili ya kupima ili tuweze katika matibabu stahiki. Kwa kusema hivyo, napenda kuwaasa watu wote ambao wanapenda kusikiliza na wenye mapenzi mema na hata wanaouguliwa na wagonjwa majumbani, tunaamini kwamba kweli kinga ni bora kuliko tiba. Ni kweli ni vizuri kufanya uchunguzi, lakini iwapo mgonjwa atapata maradhi haya ya saratani, mahangaiko yasiwe sababu ya kumchelesha mgonjwa kupata matibabu. Inabidi tufuate ushauri wa kitabibu wa kisayansi ambao umethibitishwa duniani kote kwamba tiba, tiba ya saratani ya aina hii iwapo utatibiwa Tanzania, utaenda India, utaenda Ujerumani, wote tuna njia moja, na kwa kufanya hivyo hatutachelewesha wagonjwa wetu tutawaisha wagonjwa kwa matibabu na watapata matibabu stahiki. Bahati mbaya, wengine baada ya kueleza, mfano mama ana saratani ya titi, inabidi afanyie upasuaji, wengi kwa kutafuta suluhisho rahisi, wakiamini ni rahisi na la kutomuumiza mgonjwa, unakuta wanapata maangaiko wakati seli zimeshasema hizi ni aina fulani za seli. Kwa hiyo yu wagonjwa wengine huweza kupotea akija kurudi kwetu, inatusikitisha hata sisi madaktari, unakuta tayari tatizo limeenea. Kwa ufupi ni kusema kwamba mwili wote, eneo lote la mwili inaweza kupata saratani, zipo za aina nyingi, na sehemu hiyo inaweza kuwa na seli tofauti tofauti nyingi, na hizo ndo zinatusaidia katika matibabu sisi madaktari. Nadhani kwa ufupi ndio hivyo, na naomba jamii ielewe, na tunaweza kushirikiana katika kusaidiana iwapo tutaweza kufika katika jamii na kueleza hali halisi kutokana na hali halisi ya saratani ilivyo kwa sasa. Asante Dr. Helen, na msikilizaji na mtazamaji mpendwa, popote ulipo, kipindi ni Ijue Afya Yako kutoka hapa Tumaini Media. Unaweza pia kuwasiliana nasi kwa njia ya ujumbe wa maandishi, ujumbe mfupi ama arafa kupitia nambari 0688 485558. Kama una swali au uh, una maoni yoyote kuhusiana na muktadha huu ambao tunaozungumza, uh, wa magonjwa yasiyoambukiza na hususan saratani, basi unaweza kututumia ujumbe hapo 0688485558. Baba nimeona nilikuwa na jambo la kusema pia, karibu. Asante uh, sana ndugu mtangazaji, kwanza nimshukuru Dr. Helen kwa kutupa maelezo ambayo kwa kweli ni akina juu ya aina za saratani ambazo zinajitokeza katika jamii yetu na katika watu, na hata kupendekeza namna ambavyo tunaweza tukakabiliana nazo. Asante sana. Lakini pia uh, tunaporudi katika kusema kwamba ijue ya afya yako na TC baraza la maaskofu tunalenga kuielimisha kuijengea uwezo jamii hasa kuhusiana na masuala ya afya. Afya ya mtu ni eh, inamhusu mtu mzima, yani the whole person katika maeneo yote. Ndio maana tunasema kwa magonjwa ambayo haya yasiyoambukiza, eh, saratani eh, zipo lakini kwa ujumla wake E, suala mtambuka ama changamoto mtambuka tunasema ni changamoto ya afya ya akili kwa sababu, uwe na saratani uwe na magonjwa mengine ya kuambukiza ama yasiyoambukiza, afya yako ya akili ndiyo afya. Ndio maana leo nikasema kwamba labda tuone aina za, sarata, za changamoto ya afya ya akili ambazo zinaweza kutupelekea hata kushindwa kuelewa vizuri yale ambayo yanahusu magonjwa mengine kama saratani kama selimundu kama magonjwa yanayohusu shinikizo la juu la damu na kadhalika, hasa yale ambayo hayaambukizi. Zipo uh, aina mbalimbali za changamoto za afya ya akili na kwa ujumla wake like, ziko kama kumi hivi, mi naweza kuzitaja, lakini labda nitaelezea kwa ufupi sana mbili. Uh, ya kwanza ni changamoto inayohusu wasiwasi, Anxiety. Anxiety disorders, ambazo mtu anakuwa na wasiwasi. Lakini ya pili ni changamoto inayohusu hisia Mood. Mood disorders ziko za aina mbalimbali, tutaziona hapo baadaye. Ya tatu ni psychotic, uh, disorders, hii inahusu uh, psychology ya mtu na utu wake lakini ya nne ni personality. Hii ndio husu utu kabisa na tabia ya mtu eh, changamoto zinazoweza kujitokeza kutokana na utu wa mtu na nne. Na tano ni zile zinazohusu changamoto zinazohusu, eh, jambo baya magumu lililotokea ambalo linaleta simanzi, eh, trauma, eh, tunasema uh, trauma ambazo zimesababishwa, yaani changamoto iliyotokana na kitu kibaya ambacho kimetokea, post traumatic uh, stress disorders. Lakini sita na mwisho kwa upande huo wa kwanza ni changamoto za afya ya akili zinazosababishwa na matumizi mabaya ya vitu, substance related mm, disorders. Hizi ni za jumla na za ambazo ni main ni, ni kubwa lakini zipo changamoto zingine ambazo eh, tunazo kama ni ndogo lakini pia ni aina ya changamoto ya afya ya akili zinazotokana na uumbaji neurodevelopment, eh, ya mtu jinsi alivyoumbwa. Kuna magonjwa ambayo mwenyewe tu yanachangia kuleta eh, changamoto ya afya ya akili yapo. Zipo pia changamoto zinazosababishwa na usingizi eh, sleep disorders zipo pia changamoto zinasababishwa na uh, na hali ya chakula, jinsi ambavyo mtu, kwa mfano, siku hizi tunaona watu wanatamani kuwa na miili midogo. Sasa ile namna ya kujikinga na kuwa na miili mikubwa, yaani eh, wanene, basi mtu anaanza kuwa na changamoto za, za afya ya akili zinazohusiana na chakula. Lakini pia hizo ndizo tunazo kusema kwamba kwa ujumla ni aina za changamoto ya afya ya akili ambazo mimi ningependa kuzisemea. Lakini ile ya kwanza ya wasiwasi, kwa namna ya pekee, ni kubwa zaidi kwa sababu taharuki yoyote inaweza ikaleta wasiwasi na baadaye changamoto ya afya ya akili. Lakini pia mood, hmm, namna ya kubadilika badilika, asubuhi ulikuwa hivi, mchana unakuwa vile umefurahi, lakini baadaye unajisikia simanzi na baadaye unapoteza mwelekeo, na changamoto ya afya ya akili inakuwa ni kubwa sana. Kwa kusema hivyo, labda kwa utangulizi ningesema hivyo, lakini baadaye tutazielezea moja baada ya nyingine. Nakushukuru baba. Labda turudi kwa Dr. Helen, wako wadau ambao wana maswali wameyatuma. Okay. na tumai pia takwa baba pia, inawezekana yatakuwepo ya maswali kuhusiana na afya ya akili okay. Uh, tuna muda wetu anaitwa Witness kutoka Songwe, bila shaka Mbeya Anauliza ni dalili gani zinamtokea mtu mwenye saratani, hilo uh, la kwanza uh, lakini mdau wetu mwingine anasema, anaitwa Daniel Bagome uh, mwaka jana nilimpoteza mama yangu kwa tatizo la saratani ya kizazi. Naomba kujua dalili za awali za saratani ya kizazi ili isije ikatokea tena katika maisha yangu, maana pamoja na kumpoteza mama nimeachwa nikiwa maskini, pesa nyingi nimepoteza. Asante. Tuanze na hayo ndio. Okay, sawa. Asante sana mm. Mdau wa kwanza Witness ameuliza dalili za saratani ni zipi. Kama nilivyosema awali, kila kiungo kinaweza kupata saratani, kwa hiyo kila kiungo kina dalili tofauti na kiungo kingine, lakini haimaanishi kwamba dalili za saratani zinaweza zisiwe dalili za magonjwa ya kuambukiza mfano tukichukulia mfumo wa haja ndogo, kichocho ni ugonjwa wa kuambukiza na dalili mojawapo inaweza ikawa ni haja ndogo yenye damu, lakini pia saratani ya tezi dume au kibofu, dalili mojawapo ni haja ndogo yenye damu. Kwa hiyo daktari ndio atathibitisha baada ya kufanya vipimo, kujua hii ni dalili ya saratani au ni magonjwa ya kuambukiza. Hivyo basi, napenda kuasa kwamba unapoona kwamba mfano jirani alipata kichocho akapata haja ndogo ya damu, tumekuwa watu wa kutafuta mkato, unaona, kwa sababu fulani alitumia dawa fulani, unaenda kumuuliza ukifikiri na wewe una tatizo kama lake, kumbe ni lingine. Naomba tusiwe watu wa mkato. Ni vizuri kufanya uchunguzi wa afya, kwa sababu hizi dalili zinaingiliana. Magonjwa mengi zinaweza kuwa dalili moja, kutokana na pale tatizo lilipoathiri kiungo fulani. Nadhani nimekujibu Witness. Daniel, Daniel pole. Kwanza pole sana kwa kumpoteza mama na pia kwa kupoteza hela nyingi katika kumhudumia mama. Ni kweli haya magonjwa ya muda mrefu yanaweza kukuletea umaskini. Lakini mara nyingi sana dalili za mlango wa kizazi, kwanza kwa mama aliyekoma au amefika menopause, ni kuona damu, lakini wengine huanza kutoka majimaji ukeni ambayo huenda yanaweza yakawa yana harufu au yasiyo na harufu, lakini kwa mwanzo anakuwa hana maumivu. Na kwa jinsi ya hali ilivyo kwa sasa, watu wengi wakiona hivyo wanaambiwa ah, hiyo ni UTI au ah, hiyo ni PID, tumia dawa. Mtu anaenda kujinunulia dawa, tunarudi pale pale. Tusianze kujihudumia wenyewe bila kufanya uchunguzi, lakini pia tusisubiri maumivu ndio tuende hospitali. Ukiona kiungo chako kina mabadiliko, mfano ulikuwa huoni haja kubwa yenye damu, ghafla unaona haja kubwa yenye damu, hata kama huna maumivu, usisubiri maumivu, nenda kwa uchunguzi. Na kwa, tukirudi kwa dalili za saratani ya mlango wa kizazi, pia ni damu kwa mtu aliyekoma, damu wakati wa tendo, maji maji yanayotoka. Watu wengi wanasema tu ni PID, kumbe ni tatizo limeshaanza maumivu kwenye kinena, maumivu ya nyonga, na hatimaye mtu anaweza akapata athari zaidi na ikasambaa kwenda kwenye mapafu na maini, atapata kikohozi na hata kubadilika macho kuwa njano. Hizo ni dalili za juu sana, lakini mara nyingi dalili za awali zinapuuzwa kwa sababu hakuna maumivu. Mtu akiona maumivu ndio anaenda hospitali, na pale unakuta saratani ya mlango wa kizazi imefika hatua ya juu zaidi. Hivyo basi tusipuuze dalili yoyote katika kiungo chochote, mm. inawezekana dokta yupo mtazamaji au msikilizaji ambaye afahamu uh, maana ya PID? Okay. Asante. PID nimesema kwa Kiingereza, maana yake kwanza, ili neno na maana, Pelvic Inflammatory Diseases, lakini ni kwa Kiswahili ni kwamba ni maambukizi ya via vya uzazi, na kwa mwanamke via vya uzazi vinahusisha uke, nyumba ya uzazi miriji ya uzazi pamoja na mayai. Kwa hiyo mara nyingi sana tukifanya ultrasound, mgonjwa anaweza kaambia, ah, hii ni PID tu, lakini PID inaweza ikawa ni maambukizi bakteria mbalimbali, inaweza ikawa fungus mbalimbali. Hiyo ni general tu, yani ni kueleza kwamba vile via vya uzazi haviko sawa, lakini ukitaka kujua, labda mfano mtu ametibiwa lakini hapati nafuu au aheni, tunachukua sampuli ya kile tunachokiona kinatoka ambacho mgonjwa alikuja kuripoti tunakifanyia culture kujua ni aina gani ya bakteria au ni aina gani ya fangi au chochote kile, na kinatibiwa kwa dawa gani. Nadhani nimekujibu. Asante sana Dokta, kuna mdawa anatutafuta hapa nitupigia, lakini basi ngoja tuendelee na ujumbe kwanza. John Mgosi eh, kutoka mugumu kule Serengeti, yeye anauliza kama mwanaume anaweza kupata ugonjwa wa saratani. Mgosi wa asante <laughs> ni kweli Mgosi, saratani haibagui mwanamme, mwanamke, mtoto, kijana, yoyote anaweza kupata saratani lakini hiyo haimaanishi kwamba mwanamume anaweza kupata saratani ya mlango wa kizazi. Mwanamume hana mlango wa kizazi, au mwanamke anaweza kupata saratani ya tezi dume. Mwanamke hana tezi dume, lakini saratani nyingine zote katika umbile la binadamu zinaweza kupatikana kwa mwanamume na kwa mwanamke. hmm. Eric Sospita anasema yupo pamoja nasi, amenifahamisha me, me, kuhusu ugonjwa. Asanteni sana, haya, shukrani Eric. Mwingine huyo hapa anasema anaitwa France yupo Mbeya. Je, kitabibu chanzo cha saratani ni nini hasa? Alishatueleza, asante. Naomba nikazie hmm tu hapo. Hmm, saratani ina vyanzo vingi, inaweza kuwa ni urithi wa vinasaba, pia inawezekana ni mfumo wa maisha, miale ya jua na maambukizi mbalimbali, mfano kuna saratani kama ya mlango wa kizazi chanzo zake ni maambukizi ya bakteria ambayo anaweza yakawa ametokea hata binti akiwa mdogo, human papilloma virus. Ma, sorry, maambukizi ya virus aina ya human papilloma virus. Kwa hiyo kwa ufupi, saratani saizi imehusishwa na mfumo wa maisha ikiwemo ulaji holela, unywaji na uvutaji wa sigara kupindukia, pamoja na magonjwa mbalimbali mbali, na urithi wa vinasaba ambayo hiyo nayo ipo na kitu kingine kwa watu wenye ulemavu wa ngozi ni miale ya jua. Okay, Dokta Roma, maswali mawili hivi malizie malizie. Uh, huyu anasema anamshukuru sana daktari kwa ushauri juu ya saratani. Je, hakuna chanjo ya kuzuia? Alafu mwenzetu mwingine huyu anaitwa Trezia Laurent kutoka Kibaha, uh, pwani huko. Uh, sababu na dalili au chanzo cha saratani okay, ni nini? Nadhani ulikuwa unajibu hapa muda sio mrefu ndio, nashaka kama ametufuatilia okay, atakuwa amezipata, lakini niongezee hili sasa, wagonjwa wakichomwa mionzi ukaa muda mfupi mm -hmm. na kufa, tatizo ni nini? Kwanza nianze na hilo la wagonjwa kuchomwa mionzi. Kwanza naomba tusiseme kuchomwa mionzi, ni tiba ya mionzi. Naomba niseme kwamba tiba ya mionzi haimaanishi kuua mgonjwa lakini pia tiba ya mionzi inaweza kusaidia kupunguza maudhi ya saratani au kwa upande wa tiba shufaa. Mimi kwa uzoefu wangu nimeona wagonjwa wengi wa saratani wanaokuja hatua ya juu, lakini haimaanishi hakuna wagonjwa wa saratani waliowahi hata miaka kumi ishirini iliyopita na wakapata mionzi na wapo. Mfano, iwapo ntaletewa mgonjwa ana saratani ya koo au anas, tuseme ana saratani ya mfumo wa haja kubwa na anatoka damu sana na iko hatua ya juu, mimi kumsaidia nitatumia mionzi kusitisha yale maumivu na kusitisha ile damu isiendelee kutoka ili mgonjwa asije akapoteza uhai kwa kukosa damu. Lakini kama daktari natakiwa nimweleze mgonjwa ukweli kwamba hii tiba haitakuponyesha, lakini itatoa maudhia ya saratani. Kwa hiyo haimaanishi mionzi inaua. Mionzi ni tiba ya kita, kisayansi iliyothibitishwa duniani kote, lakini inaweza kutumika kwa upande wa kutibu curative intent au palliative tiba shufaa. Na naamini jamii, naamini kwamba ukienda kwenye mionzi tu unakufa kweli, hayo tunayasikia. Lakini pia kuna wagonjwa ambaye anakuja mwanzoni katika hatua ya awali, anaambiwa tutakupatia tiba ya mionzi, anapotea Akirudi ugonjwa umekuwa mkubwa, anapoteza damu na maumivu makali, ile ile mionzi nitaitumia kama tiba shufaa. Sasa yeye ana link kwamba kwa sababu nimepata mionzi ndio maana nimeondoka, kumbe mimi nilimpa mionzi kumpunguzia maudhia ya saratani, lakini nakuwa nimeshamweleza naam, kila lenye mwanzo alikosikuwa <laughs> <laughs> Kumi tu, kama una neno una neno ndio. Asante sana ndugu mtangazaji, nitumie nafasi hii kwanza kumshukuru tena Daktari Helen ambaye tuko naye hapa, niwashukuru pia timu ya Tumaini Media, lakini nipende kusema kwamba tutaendelea tena mm. na tena kwa hiyo wapenzi, uh, watazamaji na wasikilizaji waendelee kuwa nasi, tushirikiane nao ili kuijengea uwezo wa uh, jamii yetu kuhusiana na mambo ya afya hasa kinga ama kujizuia kuhusiana na magonjwa yasiyoambukiza. Asante sana baba. Na sisi tunasema asante pia kwa kuchagua Tumaini Media uh, kuweza kutoa elimu hii ya afya shukran. Asante mtazamaji na msikilizaji mpendwa, pamoja nami alikuwa ni Padri Dr. Paul Chobo kutoka idara ya afya, baraza la maaskofu Katoliki Tanzania, TEC. Uh, sekretariat makao makuu pale Kurasini, shimo la udongo. Lakini kulikuwa pia na Dr. Helen Mwakani Makwani. Yeye eh, ni kutoka chama cha madaktari wa Katoliki Tanzania eh, na mshirika wa karibu wa idara ya afya baraza la maaskofu Katoliki Tanzania TEC. Asanteni sana, tunakushukuru pia <tie> <tie> natumai tutaendelea, timu yeah. yetu ya Tumaini Media Michael Ali Iwa, anachanganya picha na wote ambao umeshiriki. Mimi ni Gaudensia, e, tukutane tena Ijumaa nyingine. Sante na kwa heri kwa sasa Satu.